Karibu sana kwenye Daizo Fursa, mahali pa kujifunza fursa halali rahisi na zenye faida, hata kama huna mtaji mkubwa. Leo tunazungumzia jambo ambalo kila kijana mwanafunzi au mama wa nyumbani anahitaji kujua: unaweza kuanza biashara halali kwa elfu kumi tu. Ndiyo, teha shilingi elfu kumi inaweza kuwa mwanzo wa maisha mapya na sio ndoto, ni vitendo. Leo nakwambia biashara tatu ambazo unaweza kuanza leo na nitakupa mahitaji, wapi pa kupata bidhaa, namna ya kuuza na faida yake. Kama uja subscribe bado, bonyeza sasa, sababu hapa kila video ni fursa ya kubadilisha maisha. Biashara ya kwanza ni juisi baridi ya nyumbani. Hii ni biashara rahisi na maarufu sana mitaani na haina gharama kubwa. Mahitaji: chupa kumi za plastiki, unaweza kuzipata Kariakoo au sokoni shilingi elfu moja kwa moja yani, elfu kumi Sukari kilo moja yani shilingi elfu mbili na mia tano Ndimu au limau shilingi elfu moja na mia tano Tangawizi shilingi elfu moja Mafuta ya vanila au wembe kwa harufu nzuri shilingi elfu moja Maji baridi au ya bomba yaliyochemishwa, friza au barafu ya kuhifadhi. Jinsi ya kutengeneza: tayarisha juisi kama kawaida, chemsha tangawizi, ongeza sukari na limao Weka baridi, jaza kwenye chupa, weke freezer. Namna ya kuuza: uza kila chupa kwa shilingi elfu moja kwenye ofisi ndogo, maskani, shule au mtaani. Chupa kumi mara shilingi elfu moja yani shilingi elfu kumi kwa siku. Mtaji wako utarudi siku ya kwanza. Endapo utaongeza idadi ya chupa hadi 30 unaweza kupata hadi elfu thelathini kwa siku. faida haraka rahisi na bidhaa hupendwa na kila mtu hasa kipindi cha joto. Biashara ya pili ni vibandiko, stickers, keyholders na accessories ndogo. Hii biashara inalenga vijana, wanafunzi au mama wa nyumbani wanaopenda vitu vya mitindo. Mahitaji: nunua vibandiko au keyholders jumla kwa shilingi elfu tano. Unaweza kupata mtandaoni au Kariakoo. Kifurushi cha ziplock au karatasi nzuri ya kupakia elfu mbili mabaki ya carton au kijitabu cha kupanga bidhaa zako. Wapi pa kuuza: shuleni, vyuoni, madukani au kupitia WhatsApp au Instagram. Bei: uza stika moja kwa mia tano au elfu moja. Ukinunua 30 kwa elfu tano ukiuza kila moja mia nane unaweza kupata hadi elfu 24 kwa siku. Faida: hakuna kuharibika, unauza kwa njia yoyote, hata kwa delivery. Bidhaa zinaweza kuwa na ujumbe wa motisha funny quotes au brand name zako. Biashara ya tatu ni mafuta ya kupikia au mchele kwa kipimo. Biashara ya tatu ni kuuza bidhaa kwa kipimo kama mafuta ya kupikia au mchele. Kwa nini hii biashara? Kwa sababu watu wengi hawana uwezo wa kununua lita tano au kilo kumi kwa mara moja. Mahitaji: nunua lita tatu za mafuta jumla kwa elfu nane. Nunua vikopo au chupa ndogo ya kwa mia tano au elfu moja. Weka kipimo. 250,500 moja lita. Bei ya rejereja uza robo lita kwa 1500. Faida yako inakuwa 500 hadi 700 kwa kila lita. Unaweza pia kuuza mchele kwa nusu nusu. Nunua kilo tano kwa 1800, uza nusu kilo kwa 1200. Faida ya haraka kwa kipimo. Namna ya kuuza mtaani kwenye kioski au kwa delivery mtaani kwenu. Faida hakuna kupotea. Kiasi kidogo kinasaidia watu wa kipato cha chini. Hizo ndizo biashara tatu unazoweza kuanza leo ukiwa na shilingi elfu kumi tu. Kumbuka, kilicho muhimu sio mtaji mkubwa, bali ni hatua ya kuanza. Ukiweza kuanza kidogo, unaweza kukuza na kesho ukaajiri watu. Iwapo unapenda content kama hii, bonyeza like, subscribe na washa kengele ili usikose video inayofuata ambapo nitakuonyesha jinsi ya kutengeneza pesa kupitia simu yako bila hata kutoka nyumbani. Hii ni Daizo Fursa. Fursa sio bahati, ni maamuzi ya sasa.